Watazamaji wetu wangependa kujua e, hii mashine umeitengeneza ni kwa ajili ya nini hasa? Hii mashine umetengeneza kupata a mteja, yeye ana tatizo la mamu wa tiba mbadala, daktari wa tiba mbadala yeye alikuwa na tatizo la dawa zile kuzitengeneza kutoka mizizi, kusaga zikuziwe katika hali ya unga. Kwa hiyo muda mrefu alikuwa anahangaika na hiyo ndio akatuomba, kama tunaweza tukadesign daini tupate ka mashine kama kuweza kakasaga mizizi ile baada kusaada, ya kusaga ili kusudi aweze kuwa iweze kuwa dawa tayari lipa. Kwa hiyo kwa kwa kwa hii mashine ilikuwa ni design baada ya kupata hiyo order kwa mtu, na hii namba moja, ambayo ni kwa ajili ya ku- ni kama inakoboa mti kama tulivyoona hmm, lakini kuna hii ya mwisho ambayo inamaliza unapata ule unga soft kabisa ambao ni laini kuliko hata unga wa maziwa mm. E, kwa hizi zote maana tunasema inaweza kaa ni mashine pacha. Hizi mashine pacha kwa kawaida inaweza ikamgharimu mtu kama kiasi gani? E, kila moja, ila hii ndio ina gharama zaidi. hii, hii ya kwanza ya ku kuaa mtu chembe chembe sasa tayari kupeleka kwenye mashine ile ya kutengeneza unga kabisa soft soft yeah. imiliooitumas oh. eh, eh, ah. Na kwa kawaida kwa mfano mtu amekupa oda inaweza ikachukua muda gani mpaka mashine hii kaa imekamilika? Ah, inategemeana kama huyu mtu ametupa oda na ametoa advance, kwa sababu sisi hatuna mtaji wa kununua hizi matirio. Maana hizi matirio tunaziagiza toka Dar es Salaam, kama hizi stainless steel, kuna mambo ya ya bosti, kuna mambo mengi tunayoyapata toka Dar es Salaam. Akiwa ametoa advance, nafikiri inachukua karibu, kwa mashine moja inachukua kama wiki e, mm -hmm, tatu inakuwa inisha kamilika, au wiki siku 21 eh, inakuwa inisha kamilika kabisa ah e. Maanake hiyo maanake ni kwa seti moja ni kwa seti moja eh, e. Ah, asante eh, nadhani licha ya watazamaji wetu kusikia, lakini pia kuna serikali inapenda sana watu ambao mnafanya mambo kama haya. Sijui ulikuwa una yapi ya kuambia kama serikali kwa maana ya E, kutambua ule mchango wako wa mambo kama hayo, kwa sababu serikali inataka sana watu wa sayansi na teknolojia, na hii ndio teknolojia ambayo tunaitaka watu, badala ya kufanya kazi kwa mwezi mmoja, mtu afanye kwa dakika mbili au tatu, kuokoa muda na kuweza kusababisha kwamba e, dunia iende kwa kasi zaidi e, naweza kusema ni kwamba hapa katikati kwa bahati mbaya sana nasema kwa bahati mbaya sana, mimi nimeanza muda mrefu haya mambo ya ubunifu, toka wakati wa mwalimu Nyerere, marehemu mwalimu Nyerere, Mungu amweke mahali pema, na kwa sababu baba wa taifa alikuwa hili jambo amelijua kwa undani kabisa, kwamba tufanye nini ili nchi hizi licha ya Tanzania, kwa bara zima la Afrika, ili nchi kupata maendeleo ya dhati ya kweli, kuangilia sasa, tumepata uhuru lakini kupata uwezo wa kiuchumi ni lazima tuweze kujitegemea baadhi ya vitu fulani fulani, na ikiwezekana baadaye hata mambo makubwa. Kwa hiyo, baba wa taifa alikuwa anafanya jitihada kubwa sana za kuweza kujaribu kushawishi wananchi, kushawishi wale wenye uwezo waweze kuingia katika mambo ya, ku, ya kuweza kubuni ubunifu, ugunduzi wa vitu vile muhimu katika matumizi ya kila siku ya wananchi ili waweze kuweza kite wenyewe kwaiyo. Kwa bahati mbaya, hapa katikati, hili swala lilisahaulika kabisa. Hata viongozi waangazi aaa, walikuwa waalea kua kutu kutoka nje tu vifaa, lakini si kwa ajili ya kuweza kuunda, siaao vinavyowezekana, hata vidogo tuweze kuviunda sisi wenyewe. Ila namshukuru sana huyu mama huyu mama, kwa kweli tokea mwanzo wa marehemu Magufuli naye alioanza alio, ali kusemesha na jamani, inatakiwa tujitegemee, tusitegemee wakubwa, tukitegemea nchi zilizoendelea iko siku watakataa kutusaidia tutageukia wapi? Lakini huyu mama sasa hivi naona anafanya sana, ana amejaribu kupata vijana wa aina mbalimbali na kuweza kuwasaidia wabunifu wale kuwapa elimu zaidi na kuweza kuwasaidia mifaa ka matangazo mbalimbali ya kwenye vyombo vya habari. Huyu mama nafanya vizuri sana, lakini kama ndio ilivyo hivi kwenda sasa hivi tunaweza tukafanikisha, na ni mfano ndio wa taifa. Sasa hivi tuchukue kwa mfano mataifa makubwa kana m wamekataa kusema, hili hatuwezi kuwasaidia hia tuweze kuwasaidia angalau hata mambo mengine. Wa kwa sisi kutusaidia sisi wenyewe tujitahidi, kwani hawa walipata wapi? Sina wali hangaika tu, na sisi tujitahidi, kama tunavyo hangaika kama ilivyo ina kutengeneza vyombo hivi. Huu ni sehemu ya mwanzo. Je, kama serikali ikaingiza ika, ika, ika, ika nguvu hapa, tukawaleta wa, wa, wataalamu wa aina mbalimbali, tukashirikishana hapa, tutafanya makubwa kwa muda mfupi, tutakuwa tayari nji ina angalau ina, ina uwezo wa sehemu fulani fulani. Na hasa inasikitisha sana upande wa wa kilimo. Kilimo ndio tunasema uti wa mgongo. Ni kweli ni uti wa mgongo. Karibu kwa Tanzania wote milioni ngapi milioni 60 kwa sensa hiyo kuta sehemu karibu robo tatu sehemu kubwa ni watu wanaojitegemea hawako wanaotegemea ajira kwa hiyo kwa hiyo kujitegemea hatuna viwanda ni wanategemea kilimo sasa kilimo kile cha asili bado nacho ni mgogoro. Hata akimuuza yale, yani mazao itabidi auze kwa gharama sana, hawezi kashindana na watu wanaotumia kifaa. Kwa hiyo yeye atauza kwa hasara, kwa hiyo hata kuwa na shida. Kwa hiyo kwa bado tunazidi kuwa maskini juu ya umaskini, lakini na sisi tukijitahidi sana, angalau nyenzo fulani fulani za kuweza kusaidia hawa wakulima za kuweza kuwakomboa hao wakulima waweza kwa, kwa kusaidia kupanda, kusaidia kuweka mambolea, Kusaidia, hata kulima, hili jambo litaleta mabadiliko makubwa sana ya kuleta mabadiliko kama tulivyoona hivi sasa, tumekataliwa kwamba hatuwezi kupata. Ndio aliyokuwa akitaka Mwalimu haya, kwamba tuwe na kujitegemea. Lakini nashukuru sana rais wetu Mama Samia kwa mawazo aliyonayo ya kuthamini haya mambo ya maarifa Hili jambo ndio litakalotukomboa. Ni gumu kweli, hivi mwanzoni ni gumu sana, lakini linatakiwa tukomae kabisa kabisa, na maarifa ndiyo ukombozi tunaweza tukaupata. Kwa hiyo naiomba serikali kwa mawazo haya iweze kujaribu kutizama upande huu kwa jitihada kubwa kabisa kabisa, na jinsi ilivyoona mwenendo wa dunia unavyokwenda, hakuna wa kumsaidia mwenzake, kila mtu anataka, anatak kwa hiyo kila mtu ajitegemee. Eh, licha ya kutengeneza, e, kutengeneza mashine hii ni mashine aina ngapi ambazo umeweza kuzibuni na zikaweza kufanya kazi vizuri kabisa. Ni sana imewahi kutengeneza wakati wa Baba wa Taifa ile landa ambayo wajibaka ba chuo cha soko ile ile kulanda iliyopatia nishani na zawadi. Imewahi kutengeneza nayo mashine hapa ya kupasua mbao maamuzi yaliyoshindikana. Kwa mfano mti hai inapasua na la automatic car bila nina, kuna ndaga inafanya kazi vizuri, kama daudosa sio kama amini kwenye habari pale. Nimetengeneza chombo kinachoweza kikasaidia kupakea mzigo, kwa mfano mimi maboko huwa ninapakia kwa kutumia chombo hicho kilichotengenezwa na mnisika game, lakini nimetengeneza chombo kinachopakea chenyewe kutoka mwaka juzi, kulikana chombo kinapakea bogo tabaka tani, tani mbili kwa wakati mmoja au tani mbili na nusu kupandisha kwenye gari. Kwa hiyo inaweza ikatumika hi hata kwenye godown ya mbolea kuweza kupandisha mbolea kupakia kwenye gari, na ina ina maana hata mtu akaa anasema bwana, mimi nina godown langu, ninataka unitengenezee mfumo ambao unaweza ukawa ni kwa ajili ya eh, kama wanaofanya viwanda vya, vya wenzetu Ulaya mtu amefika, amesema sasa, haya, mimi nina godown langu hili linatakiwa liwe kama mfumo wa kiwanda, kwamba mtu akipaki tu gari yake akiweka mzigo, basi kuna mzigo ambao kutakuwa kuna mashine ambayo itasogeza, itapandisha juu, na watu wakawa tu ni wale wa kupokea wachache, badala ya kuwa watu mia wakatumika watu watano au sita. Sawa kabisa kabisa, hilo linawezekana kabisa. Kwa mfano, mfumo wa ile tunayopakilia magogo ndio inayoweza ikafanya kazi hizo na kwa muda mfupi sana kwa sababu kama inapandisha gogo la tani mbili kwa wakati mmoja chukulia mbolea sasa na mifuko mingapi inayofika tani mbili imeshapanda mara moja tu kwa sekondi iko ndani ya gari mifuko 40 wale kazi yao ni kupanga tu na imteremka chini mara moja hawa wanasogeza wana, wana, wana pale inapandisha kwa hiyo inawezekana kabisa kabisa Licha kwa jinsi nimeweza kuongea na wewe nimegundua umefanya mambo mengi makubwa sana, licha ya kwamba huenda tu Watanzania tumeshindwa kutumia ile wanasema lulu tulionayo, kukutumia vizuri tukafaidika na kupata manufaa na urahisi wa maisha haya ya kiteknolojia. Je, licha ya haya, je, una lolote ambalo unahisi ya kwamba lipo kichwani ambalo lina kuchi ya usoni wako au kuna bidhaa nyingine ambayo unaitengeneza kwa sasa au unaifikiria? Eh, sasa kuko kwenye maandalizi, tume kama nilivyosema hapo awali kwamba wakulima wetu wanapata kikwazo kikubwa cha kutokuwa na zana za kufanya kurahisisha kazi yao ya kilimo iweze kuwa na ushindani kimataifa, kwa sababu sisi tunazalisha kwa gharama kubwa, kutokuwa na vifaa kwa hiyo kwenye soko hatuwezi kushindana, lakini tutafute mbinu ya wa kuwafanya wawe na dhana mbalimbali mbali za kurahihisha ile kazi na sisi, ili wakulima waweze nani, ku, ku, ku, ku kuweza kufanya kazi ya kilimo kuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo hivi sasa ndio tuna mpango wa kuandaa kachombo, kwa pa mfano parachichi. Parachichi tumetembea sehemu mbalimbali, kuna tatizo la manyasi, kisha kwa shamba limeshakuwa limepandwa tayari, zimeshakuwa kubwa, huwa nyasi zinajitokeza. Kwa hiyo inafika kila msimu, lazima karibu mara mbili kufyekea zile nani zile shamba. Kwa hiyo tunaandaa chombo hivi sasa, tunakiandaa chombo. Nafikiri kishakuwa tayari, tutakuita mtangazaji ukione, ili kusudi kuonesha kwa wananchi, wa wakulima wa, tunataka hicho chombo kwa ajili ya kufyeka nyasi kwenye mashamba ya parachichi kwa urahisi kabisa. Mtu hata eka tano kwa siku, mtu mmoja anaweza akasafisha shamba lake likawa safi, na zile nyasi pale, kwa sababu zinakatwa kwa mashine zinakuwa vipande vipande, zinageuka kuwa semaji tena kwenye kwenye lile shamba. Kwa hiyo ndio <vyfipande> tuna mpango wa mashine hiyo hivi sasa, na tuna mpango pia vilevile vile, wa ma-a ma, ma, maboa mahindi za chakula cha ng'ombe, chakula cha ng'ombe, waweze kula chakula vizuri, kusaga mabua ya ya mahindi, na tunapanga kwenye maandalizi ya kuandaa gongo hivi viwili hivi hivi cha kufika. Ah, asante. Naisi, watazamaji wamekusikia na kwa sababu hili jambo sio la nadharia, ni vitu ambavyo vinafanyika katika kiwanda hiki chako kidogo, lakini kinafanya mambo makubwa e, tunamwomba Mungu aweze kukupa umri e, na uwezo zaidi wa kufikiri ili kuweza kutukomboa Watanzania. Tunakutegemea kweli. Asante sana kwa kunikumbusha hivi. Ni kweli mimi nimetengeneza vitu vya aina nyingi sana nimetengeneza mashine za kupandia. Kuna mashine moja niliyoitengeneza planda, ambayo ndio nilipata zawadi wakati wa baba wa taifa mwalimu. Ile mashine ilikwenda ibiwa pale Morogoro, chuo cha Sokoine. Ee, baba wa taifa tuli kulikuwa semina, nikaambiwa nipeleke pale. Nilipopeleka pale ile mashine, baba wa taifa akashauri kwamba hii mashine ni vizuri kwa sababu niliunda, ilikuwa haina mchoro watu wa kitifu cha sayansi pale Dar es Salaam waje wawe na mimi tuifungue fungue iwe participants waifanyie mchoro ili e, wako wakati ule, alivyonieleza yeye kwamba wanisaidie, ilikuwa watu wa jeshi, ile kitengo cha Nyumbu. Mimi sikufika huko nyumba, lakini ndivyo anaambia kwamba kuna ndugu zako hapa, watu wa Nyumbu watasaidia kuzalisha, ili wewe uendelee kubuni mambo mengine yatakayokuwa yana, yana changamoto katika nchi yetu. Kwa hiyo ile mashine ikawa imeibiwa pale. Kwa hiyo nimetengeneza planda, nimetengeneza mashine za kuwekea mbolea, nimetengeneza mashine e, e, e, sprinkler za kumwagilia kwenye mashamba e, ni vitu vingi sana vingi, nimetengeneza mashine ya kutengeneza mshumaa, vitu vingi sana lakini, kwa bahati mbaya sana, kwa bahati mbaya sana, serikali wanatamka na ndio hasa walikuwa wanatuhamasisha jamani, tujenge nchi yetu sisi wenyewe wa Tanzania kwa kutumia maarifa na science. Mm, watazamaji wetu wangependa kujua ni e, nini kilicho kusukuma mpaka kufikia hatua ya kutengeneza e, winchi hii ambayo inafanya kazi ya kubeba ma, e, magogo mazito au mizigo mizito. E, asante sana mtangazaji. Mimi nimekuwa nikishughulika na hii shughuli ya magogo haya kwa muda mrefu kidogo. Lakini ilifika mahali kwa sababu ya kukosa winji tumesimama kazi ya kusomba haya magogo karibu miaka kama kumi na saba hivi, na kila tulipohangaika kupata winji za kutoka nje, yani zile wanaziita roga, kwa bahati mbaya zikawa ni zina pesa, zinahitaji pesa nyingi sana, milioni themanini, milioni mia moja, milioni mia mbili. Kwa hiyo tukawa tumekwama lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu kwaona, kwa sababu mtambo ule tulitengeneza wa kupasua, kaona ni tu, tujaribu tena kuona kama tunaweza tukafanya nini. Kwa hiyo ndio nikaanza kufikiria namna ya kutengeneza chombo kinachoweza kikapandisha gogo la uzito eza wa tani kutoka tani moja na nusu au tani moja au kilo mia tano mpaka mpaka gogo la uzito wa tani tatu iweze kupandisha kwenye gari ambapo watu walikuwa hawawezi, na ilikuwa haiwezekani kabisa. Kwa bahati njema, kwa uwezo wa Mungu, leo tumefaulu kutengeneza huu mtambo wa kwanza wa kupakilia miti kama hii e. na takriban takribani, kwa ugunduzi wake umechukua baada ya muda gani mpaka kufikia hatua mashine na uwezo wa kufanya kazi e? hii kwa kweli kidogo tuli, tuli, ilienda haraka kidogo, kwa sababu hili tatizo baada ya ku ya kusimama kwa muda mrefu nafikiri imenichukua kama mwaka mmoja, karibu miaka miwili. Maana hii mashine imekamilika mwaka jana, kama miaka miwili nyuma ndio nilipoanza kusofu na kuanza kukushanya matirio. Baada ya hii na hii nimetengeneza, nimetumia karibu kama miaka mwaka mmoja na miezi nane, lakini yenyewe physically kuiunda kama nakuwa na kila kitu ni miezi nane tu, inakuwa imeshakamilika na unaweza kuzalisha mashine kama hizi nyingi zaidi ya hiyo? Ah, sana. Tena sana kwa sababu sasa hivi baada ya kuanza kuitumia tunaweza tukazalisha nyingine sasa zilizo bora hata mara mbili ya hii, sana. Na je, imetumia matirio gani, na matirio gani ambayo imeweza kufanikisha mpaka kufika sasa mashine iliyokamilika? Na ni kifaa gani ambacho kimetumika, tuseme cha kutoka nje, na ambavyo vinatumika ndani ya nchi? Sehemu kubwa ni chuma na chuma imechukua namna mbili, nimetumia chuma chakafu, yani scraper, ndio hizi baadhi ya chanile henga laini, lakini material nyingine nimezipata toka dukani kama bearing unazoona zinatembea kwenye kwenye miamba yake hapo basi. Lakini ni sehemu kubwa ni mchanganyiko material za kutoka viwandani na sehemu nyingine imetumia E, material chakafu yani skrepa ndio tunahangaika na hii tukipata, ili kupata urahisi wa kuifanya hii tuitengeneze tu haraka e. Na je ungeweza kuambia nini Watanzania kwa changamoto hizi ambazo tunazipata lakini tunashindwa kuzipatia ufumbuzi wake? Mimi naloweza nikalisema ndugu mtangazaji, e, nafikiri wakati umefika hivi sasa umefika wakati wa kutegemea kutoka nje kila kitu. Nafikiri iwe imefika sasa, iwe ni mwisho, na sisi tuanze kujitegemea. Kama ulivyoona nimeamua, tumepata kifaa kama hiki. Na Watanzania ni kwamba kama mimi ningalikuwa muda mrefu, nilikuwa na uwezo wa kuwa na na pesa na mtaji, kwa sababu hata hivi nimehangaika kwa sababu mtaji, nilikuwa ningalikuwa, nilikuwa na mtaji hii mashine ingalikuwa labda ni toleo ya miaka kumi na tano au ishirini nyuma, leo tungalikuwa tunazungumza kitu pengine kikubwa zaidi hapa, au mtambo wenye uwezo wa, wa hali ya juu kabisa kabisa. Kwa hiyo pamoja na hayo yote lakini nasema hivi kwa watanzania wenzangu, mimi nimeanza sasa, kumekucha. Hakuna sababu ya kutegemea nje kwa kila kitu, tunaweza sasa hivi tukajitegemea tukajimudu, tuka, tuka, sisi wenyewe tukajitegemea kwa mambo yale muhimu yanayoweza kutusaidia katika, ku, katika kazi zetu za kila siku. Kama mnavyoona, hii miti ilikuwa ni vigumu sana kuweza kupakia watu, lakini huu mtambo unapandisha una, una, una kwenye gari, na hata kule tukifika kwenye ile somili kule kuna vifaa navyo vinavyopandisha kuweka kwenye kwenye, kwenye somili. Kwa hiyo ni hatua nzuri sana tuliyokuwa tumefikia. Kwa hiyo kama Watanzania wanayoona, wata, wata, watafurahiwa kuona ni sehemu ya ukombozi. Mimi naomba kwamba sasa tuweze kuingia katika, katika sistimu hii ya kuunda vitu vya kutusaidia sisi katika nchi yetu.